kumi wamethibitishwa kuaga dunia huku wengine saba wakiuguza majeraha mabaya baada ya kuhusika kwenye ajali mbaya ya barabarani, iliyotokea katika kituo cha ishara cha Mukhonje eneo Bunge la Lugari Kaunti ya Kakamega kwenye barabara kuu ya Eldoret-Webuye usiku wa kuamkia leo. Inasemekana kuwa matatu iliyokuwa inatoka upande wa Eldoret iligongana na lori la kusafirishia mbolea upande wa nyuma ambalo lilikuwa limeegeshwa barabarani. Katika ajali nyingine Yatugari watu wawili walifariki eneo la Sachangwan katika barabara kuu ya Nakuru kuelekea Eldoret tukakufa hakika, kweli sisi wenye tulikuwa nyuma, mimi niligonga, niligongwa kichwa na mguu, lakini nashukuru Mungu, kuna wenye walipona kwa, mama kiasi na watoto wawili hivi, lakini hao wengine wanaume walikuwa, sijui wanaume sita na mwanamke mmoja. Wewe sasa ukufa, kuna gari ya mbolea ilikuwa imesimama hapa, imesimama hapa hapa juzi, ambapo hii gari Nissan ilikuwa inatoka huko juu na ikagonga nyuma ya hiyo trela.